Tumeweza kuangalia jinsi gani ya kutambua value bet, jinsi gani ya kubeti kwa thamani. Sasa hivi tunaenda katika hatua ya pili, na hatua yetu ya pili ambayo tunaangalia kuzingatia bankroll management, yani siri ya kudumu kwenye beti hii ni siri ambayo pia natakiwa na ni kupa katika zile hatua ambazo ni siri saba ambazo natakiwa nikupe za kuweza kufanya vizuri katika swala so zima la beti. Hii tunaangalia ni kuzingatia benki yani benki lori ya, ya, ya, management. Na benki lori kwanza management ni inatakiwa uitambue ni nini, inatakiwa ujue kabisa kanuni za benki lori ni zipi n yani hii inatakiwa ulielewe, tukianza kabisa kwanza Bankroll management ni moja ya mbinu muhimu zaidi katika betting. Bila mpango mzuri usimamizi wa pesa, unaweza kupoteza kila kitu hata kama unafanya uchambuzi mzuri wa mechi. Hapa ndiyo malalamiko mengi ambayo nikishayapokea sana katika chaneli hii, naombeni mnasikilize kwa makini, tumia sikio lako makini na uweze kusikiliza hichi inachoenda kukueleza. Jinsi gani ya kuweza kuzingatia bankroll management. Bankroll labda naweza nikasema ni kipochi au naweza nikasema ni bajeti yako au naweza nikasema ni tuseme tu tuchukulie ni budget, kwamba bajeti yangu katika swala zima la betting, ili hiyo ndo bankroll. Kwanza utakiwa utambue bankroll ni nini. Bankroll ni jumla ya pesa unayoamua kuitumia kwa ajili ya kubeti unapaswa kuitenga na pesa zako za matumizi ya kila siku. Ilo inabidi ulisikie kwa masikio yote mawili na kuweze kufanya kazi vizuri. Kuna kanuni ya muhimu kabisa katika kuitumia bankroll hizi, yani ni kanuni muhimu za bankroll management ambazo ziko kadhaa nitakwenda kuzielezesha na kuzielezea moja baada ya nyingine. Tukianza ya kwanza kabisa, ili uweze kuwa na msimamo katika sawa lako zima la beti ni bankroll. Kila kitu kiko hapa kwenye bankroll, nimekuonyesha yani jinsi gani ya kuweza kutambua value bet, yani tips zenye, jinsi ya kuweza kutafuta tips zako za game za value bet, ambazo zenye thamani na kukupa pesa. Sasa leo tunakuja katika jinsi gani ya kuweza kupangilia mtaji wako ambao ni bankroll, ambao naisema bankroll management, yani jinsi gani ya kuweza kumanage pesa yako, mtaji wako unaotumia katika swala so zima la kubeti, ili usiteteleke, ili uwe katika msingi ulio bora yani, kampuni za beti zitaendelea kupiga pesa kila siku, kwa sababu watu hawana misingi, hawana elimu, hawana cha kufanya. Sasa haya ndo inatakiwa uyazingatie, ili upunguze hizo hasara, upunguze kutapeliwa, upunguze watu wasijijielewa, endelea kila siku jinsi gani, kila siku nimesha gani, kila siku unaweza kuingiza pesa. Kwanza kabisa, tukianza na kanuni ya kwanza ya bankroll management, ya kwanza kabisa, usitumie pesa yoyote kwenye beti moja yaani, usitumie pesa yako yote. Kama umeweka shilingi elfu hamsini afu uitumie katika beti hii se, itakurudisha nyuma na utaanza mwanzo. Utakuwa ni mtu wa kurudi nyuma, sio kwenda mbele. Kamwe usiweke beti kubwa kwa kwa kwa matumaini ya kushinda mara moja. Hakikisha unagawa benki roll yako ili kudumu kwa muda mrefu. Na hili swali nishaliongeleaga mara kadhaa sana kuhusiana na jinsi ya kuweza kugawa mtaji na niliongea na pia hata lile grupu la mafunzo nishakufundisha kitu kama hichi kabla sijalifunga. Na hiyo ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni kanuni ya kwanza. Tukija katika kanuni ya pili, tumia asilimia ndogo kwa kila beti. Unaweza kutumia asilimia kwa sababu pesa unayo ila pesa yako unaweza kuigawa ikija katika mfumo wa asilimia, ni asilimia ngapi unatakiwa ubeti, baki ngapi? Sheria ya msingi ya kutumia asilimia moja mpaka asilimia tano ya benki loli yako kwa kila beti iko hivi: kama benki loli yako ni shilingi laki moja, yaani mtaji wako ni shilingi laki moja, usitumie zaidi ya shilingi elfu tano kwa beti moja. Yani kila mkeka wewe ujue kabisa, usizidishe shilingi elfu tano kwa kila beti moja hiyo, yani ndio unatakiwa uende nayo ili pesa ikuzike. Usitake yale mambo ya kusema kwamba unaweka laki ule milioni. Ukiweza kufanya hivyo kujishangaa kutumia, ukiwa na kiwango kwa siku unatumia shilingi kadhaa. Hii itakupa ita, ita nafasi ya kuhimili hasara na kuendelea kubeti kwa muda mrefu, weka akilini. Tukija katika kanuni namba tatu, kanuni namba tatu, epuka Martingale System. Martingale System ni mbinu ya kuongeza dao mara mbili unapopoteza. Hii ni hatari sana kwa ina, inaweza kufanya upoteze bankroll yako yote na unapoteza kabisa pesa yako yote, tena kwa haraka zaidi. Badala yake tumia kiasi kile kile kwa kila beti. Flati beti kiasi kile kile kwa kila beti, ina maana usizidishe. Kama ulikuwa una laki, unaenda kwa 1500, nenda huo huo. Yani wewe katika maisha yako cheza mle mle, usishauriwe, usisikie mtu, nenda mle mle, mwisho siku utaona matunda yake. Weka malengo ya faida na hasara, yani uwe na malengo. Hiyo ni, ni, ni kanuni namba nne, weka malengo ya faida na hasara. Amua kiwango cha faida unachotaka kupata kwa siku au wiki, na ujue wakati wa kuacha. Kama unajua kabisa kwamba kwa wiki hii umepata hasara, kwa wiki hiyo umepata faida, basi ujue kabisa kwamba kama nimewiki hii nimefululiza hasara, naacha natuliza akili yangu kwanza, ili kujiandaa na wiki nyingine, au naweza nikaa nafanya mazoezi, sibeti, nachukua timu naandika naandika na, na, na matokeo yake, end of the day nasubiria mweza kucheza niangalie, na nakuwa najipa mazoezi ya mara kwa mara, ili mradi kuweka uzoefu wangu ukae sawa. Kitu kingine pia, weka kikomo cha hasara, ukipoteza kiwango fulani acha kubeti, ili kuepuka kuingia kwenye hasira na kufanya maamuzi mabaya. hiyo ni kipengele au kanuni namba nne. Iweke akilini na zingatia. Tukienda katika kanuni namba tano, usiongeze dau kwa tamaa. Binadamu tumeomba na tamaa na mara nyingi kinachotusukuma ni tamaa, kuendelea kufanya makosa zaidi katika swala zima la betting. Kwa hiyo kukubwa zaidi ni kuhakikisha, na jinsi gani ya kuweza kuimudu tamaa yako, kuweza kuiendesha tamaa yako, sio wewe ikuendeshe, itakutia hasara zaidi. Usiweke pesa nyingi kwa sababu tu unataka kurudisha hasara. Betting inahitaji uvumilivu na nidhamu, kama ilivyo pesa na yenyewe inahitaji hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vyema zaidi ukaweza kuyafanyia kazi haya. Tukienda katika kanuni namba sita rekodi kila beti unayoweka ni vizuri zaidi sana kuwa na historia ya nyuma ya kile unachokuwa unakifanya. Kwa sababu gani? kuna option mara nyingi ambazo unaweza kuwa unazitumia akili kuweza kuzichambua na kuzinyambua vizuri na zikawa zinakuletea faida, lakini sometimes unakuwa unatoka katika ule mfumo uliokuwa nao na ndio na kuingizia sawa na sawa kile ulichokuwa unakifanya ambacho kinakupa faida zaidi. Kwa hiyo kikubwa ni kuandika beti zako zote timing odds, kiasi matokeo ili kuelewa mwenendo wako wa betting kila unapokuwa unafanya tips zako. Na jambo lingine hili, itakusaidia kubaini makosa na kurekebisha mkakati wako wa betting. Kwa hiyo hiyo ni kanuni namba sita, na yenyewe uweze kuweka akilini. Kwa mfano naweza nikatoa mfano wa bankroll management yangu, kwa mfano mimi ukiwa na benki roli ya shilingi za kitanzania laki mbili nikaamua mimi niwe natumia asilimia mbili kwa kila beti. Unaweka shilingi elfu nne kwa kila beti. Kama utapoteza mara kumi mfululizo, bado utakuwa na shilingi laki moja na elfu sitini. Kwa hiyo ina maana bado utakuwa katika msimamo wa beti. Hii inakupa muda wa kurekebisha mbinu zako bila kufilisika haraka. Nihitimishe tu kwa kusema bankroll management ni msingi wa mafanikio kwenye betting. Ukiwa na nidhamu na ukiwa na nidhamu ya fedha, utaweza kubeti kwa muda mrefu, kuongeza nafasi zako za kushinda bila bila kuhatarisha maisha yako ya kifedha. Kwa hiyo hiyo, jambo naweza pia nikakwambia na eneo jambo la kuzingatia, naomba uyazingatia na uweke akilini kuyafanyia kazi kabisa.